Kikao hicho kiliwakutanisha wakazi wa miji ya mpaka ya Busia na Malaba waliopata mafunzo kuhusu kukabiliana na ulanguzi wa binadamu mipakani. Washiriki walijumuisha walionusurika ulanguzi, walio katika hatari pamoja na familia zilizoathirika na visa hivyo. Mradi huu miaka mitatu ulitekelezwa kwa ushirikiano kati ya serikali na Kanisa la Jeshi la Wokovu katika eneo la Magharibi. Hadi sasa ushauri wa NASA umetolewa kwa jumla ulionusurika 26 wow. wa ulanguzi wa binadamu. So the status as we we are speaking, we've We've been in in position to identify victims. We've also supported those victims in various areas depending with their needs and uh, we can say Uh, the communities are doing well and we can also say the awareness has gone to a larger percentage of, uh, a larger percentage of people. Wito wangu kwa wazazi ni kwamba wale watoto vizuri wawe makini sana kwa kuchunga watoto wao watoto wao wanapo eh, kuwa na watu wajue ni akina nani ambao wako nao Idara. Idara ya watoto katika eneo la Matayos Kaunti ya Busia imewahimiza waathiriwa ulanguzi wa binadamu hususan watoto waliodhulumiwa kujitokeza ili wapatiwe msaada zaidi. Sana ikiwa ni kwa watoto wakati ambapo wanapitia katika dhulma kwa sababu ya mambo ya ulanguzi wa binadamu yale madhara ambayo wanapata ni madhara ambayo ni vigumu sana kuweza kuyashughulikia kwa sababu ni kuna mengine ni yale ambayo yanawaumiza mili zao yani physically na mengine yanawaumiza kisaikolojia na madhara kama hayo inakuwa ni vigumu sana kuweza kuyarekebisha kuya ama kuyabadilisha. Hivyo uwepo wa mianya na vichotoro katika mpaka wa Busia na Malaba unadhoofisha juhudi za kukabiliana na ulanguzi wa binadamu, hali inayowataka machifu kuwa makini zaidi. Tunaendelea kushirikiana na machifu na watu wa chini kuhamasisha ya kwamba hata wewe mamu, usikubali kwenda kutoto yako kwenda kuuza vitu vingine, mtoto bado iko under age. Kama mashirika tumefurahia mchango wao hapa Busia, kwa maana a, hiyo ndio kipengele ninaweza sema kilikuwa kinakosa katika haya masuala ya ulanguzi wa wanadamu, na wamefanya kazi nzuri hapa ya ku create hiyo awareness. Wakazi wa Busia na Malaba nawa kumakinika ili kupunguza visa vya ulanguzi wa binadamu.